Habari za Kenya, Kenya vizuri, mko poa? Tanzania mjambo, enda subai, habari angaji i. Lengo la kuja hapa ni kuja kuona hali ya usalama na shughuli zinazoendelea, lakini tulivyowaona nyinyi wenyewe ni mashahidi, kuna hali ya usalama. Na mimi kama mkuu wa mkoa wa Arusha, na hapa tuko katikati ya Tanzania na Kenya, nataka niwathibitishie hali ya usalama ni shwari, na tutaendelea kuimarisha usalama. Serikali zetu zote mbili, Dr. Samia Suluhu Hassan na Ruto, kwa pamoja wamerithi mahusiano ya kindugu ya muda mrefu ya Tanzania na Kenya. Hawe, haya mawe haya yaliyowekwa yaliweka, lakini sisi ni ndugu Kenya na Tanzania.